Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni taasisi ya elimu ya juu yenye historia zaidi ya miaka 60 kuanzia mwaka 1961. Chuo hiki kimekuwa kitovu cha elimu, utafiti na uvumbuzi si tu Tanzania bali barani Afrika. UDISM sasa inaendelea kueneza elimu yake hadi mkoa wa Kagera kupitia kampasi mpya inayojengwa kwa ufadhili wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya uchumi yani HIT. Kampasi hii itakuwa kitovu cha elimu ya juu katika nyanja za biashara na TEHAMA na ikiongeza fursa za ujifunzaji, ujuzi wa kisasa, uvumbuzi na ajira kwa vijana wa Kagera na ukanda wa Ziwa. HIT inaleta mageuzi ya teknolojia, yani ICT digital learning na miundombinu ya kisasa ya utafiti, wanafunzi watajiandaa kuingia katika soko la ajira wakiwa na ujuzi unaolingana na viwango vya kimataifa. Lakini manufaa ya mradi huu hayaishii kwenye elimu pekee. Huduma za kijamii zinapanuka: malazi, vyakula, usafiri, biashara na ajira. Ardhi na mali zinapata thamani kubwa huku vijana na wakazi wakiimarishwa kiuchumi. Mradi unasimamiwa kwa karibu na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, ili kuhakikisha kila hatua ya utekelezaji, ikiwa ni pamoja na ujenzi, inafikiwa kwa ufanisi na uwazi. hit ni mfano wa jinsi elimu, maendeleo na uwekezaji vinavyoshirikiana kikamilifu. hit Kagera ni mradi wa kizazi kijacho. Vijana watajifunza karibu na nyumbani. Jamii itapata ajira na fursa za biashara, na mkoa utaimarika kiuchumi. Taifa litafaidika na rasilimali watu wenye ujuzi, ubunifu na maadili ya kitaaluma. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, hekima ni uhuru.